Msanii Drake juzi kati alishea video kupitia mitandao ya kijamii ikimuonesha yupo nyumbani kwake akikagua baadhi ya vyumba, na kati ya chumba ambacho kilikuwa mle ndani kwake ni chumba ambacho ni cha library, library ambayo ilikuwa imesheheni vitabu vya kutosha na kikubwa zaidi kwenye hicho kwenye hiyo library ni kwamba vitabu vile vilikuwa vimejaa mashairi tu. Na kupitia video ambayo alishare na sisi, msanii mwenzake Kanye West kutoka Marekani, msanii ambaye anaimba sana mikogo ya hip hop au rapper, leo ameandika chapisho kupitia mtandao wake wa X ama Twitter zamani, aki appreciate ule uwezo wa Drake kwa kuthamini kile kitu anachokifanya. Na katika chapisho ambalo alikuwa ameliandika, aliandika kwa kusema kwamba Niliona video ya Drake ikitembea ndani ya nyumba yake na kuonyesha kuwa ana maktaba ya vitabu vya mashairi. Natamani ningekuwa nimeona na kukumbuka hili wakati wivu uliponishinda. Napenda Drake, nitasema hivi, nikifa nataka uzungumze kwenye mazishi yangu. Kwa hiyo Kanye West ameandika wosia. Kwa kifupi tu ni uite wosia wa kumwomba Drake siku Kanye West akifa kabla ya Drake, kwa sababu hatujui nani atakaye tangulia. In case kwamba Kanye West akitangulia kufa, anamwomba Drake aende kwenye msiba wake na aweze kuzungumza tu baadhi ya maneno, kwa sababu anaamini Drake kile kichwa kimejaa maarifa, kwa sababu huwezi tu kuwa na library lakini ukashindwa kuwa na maarifa kutoka kwenye vitabu. So Kanye West amemwomba Drake aweze kuparticipate kwenye msiba wake kuhusika kwa namna moja ama nyingine, ili tu aweze kushia maarifa ambayo yuko nayo kupitia mtandao wake wa X, Kanye West hicho ndicho alichoandika, na nitakuwekea hapo ili uweze kukiona. Yes, kama unavyokiona hapo kimeandikwa kwa lugha adhimu ya Kiingereza, lakini mimi nimekutafsiria hapa kwa lugha ya Kiswahili. Ni hayo tu kwa upande wa Marekani siku hii ya leo, lakini usisahau kusubscribe kama bado lakini pia turn on notification bell ili uwe wa kwanza kupata ile alarm au alert pale tu tunapokuwa tumekuwekea taarifa zetu kutoka hapa hapa, sawa Sawasawa Digital, kwa sababu sisi jukumu letu ni kukuhabarisha na habari hizi unazipata kiganjani mwako.